Habari za leo. Karibu kwenye video hii. Leo nitazungumzia biashara nane sahihi kwa wanaume. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama video hii au video zangu, basi usisite kushare, usisite kulike wala kusubscribe kwenye video hii ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zingine ambazo zitakuwa zinafuata. Karibu tuanze, tutazungumzia biashara sahihi nane kwa ajili ya wanaume. Nimezipanga katika mtiririko mzuri wa namba nane mpaka namba moja. Nitaanza na biashara namba nane. Fuatana nami kwa usahihi, kwa sababu biashara namba moja na biashara namba mbili zitakushangaza sana. Biashara namba nane ni biashara ya ufugaji wa wanyama. Ninazungumzia kufuga wanyama kama ng'ombe, mbuzi, kondoo na wanyama mbalimbali mbali. wanaume wanaopenda sekta ya kilimo, hii ni biashara moja nzuri sana kwao kwa sababu watu wanapenda kula nyama na biashara ya nyama ukija kufuatilia ni biashara ambayo ni nzuri sana. Watu nyumbani wanakula nyama, hotelini wanauza nyama, watu kwenye vibanda mbalimbali wanachoma nyama. Kwa hiyo kwa ajili ya watu wengi kupenda nyama, imeonekana kwamba biashara ya kuuza nyama ni biashara nzuri sana. Hivyo ukifuga mifugo, wale wanaouza nyama, hasa watu wa bucha, watanunua ng'ombe, mbuzi, kondoo na wanyama wengine kutoka kwako ili waweze kuuza nyama. Hivyo hiyo ni biashara nzuri ambayo inaleta kipato kwako. Biashara namba saba ni biashara ya usafirishaji. Sekta ya usafirishaji ni pana sana kwa sasa. Hapa ninazungumzia usafirishaji wa bidhaa mbalimbali, usafirishaji wa vifurushi, usafirishaji wa mizigo. Unaweza kufungua kampuni ya usafirishaji watu wanaleta mizigo kwako. Wewe kazi yako ni kupeleka kwenye magari, kwenye meli, kwenye ndege na sehemu husika, na mizigo ya watu inafika salama. Hakikisha unakuwa mwaminifu, hasa katika mizigo na vifurushi vya watu. Unapokuwa umefungua kampuni ya usafirishaji, watu wengi wataleta mizigo yao vifurushi vyao kwako, na wewe utaweza kuvisafirisha katika kampuni au usafiri mbalimbali mbali, na watu watapata mizigo yao salama na wewe utakuwa umejipatia kipato. Hiyo ni biashara nzuri sana ambayo watu wengi hawajaichangamkia. Changamkia fursa, changamkia, changamkia biashara ya usafirishaji, utanishukuru baadaye. Biashara namba sita ni biashara ya usafi. Hapa ninazungumzia usafi wa nyumba, usafi wa majengo usafi. Yani, ninapozungumzia usafi, maana yake ninazungumzia kwa wigo mpana sana. Hapa ninakushauri katika kufungua hii biashara ya usafi, maana yake ni kwamba hakikisha unakuwa na kampuni. Kampuni yako itajihusisha na masuala ya usafi. Kwa hiyo wewe utakuwa unapewa orders na tenda mbalimbali kutoka kampuni zingine, ambapo wewe utakuwa unasa, unafanya usafi kwenye shule unafanya usafi kwenye nyumba za watu, unafanya usafi kwenye makanisa, unafanya usafi kwenye migodi na sehemu mbalimbali ambako kunatakiwa kufanya usafi. Cha msingi hapa, ukishafungua kampuni unaajiri watu, wale watu watakuwa wanakusaidia wewe kufanya usafi, unakuwa na bidhaa zako za usafi unakuwa una watu wako makini mnafanya usafi. Hii ni biashara moja nzuri sana. Mimi mwenyewe ni shuhuda wa hii biashara, kwa sababu pia huwa naifanya. Nafanya usafi kwenye nyumba za watu, nafanya usafi kwenye maofisi, nafanya usafi kwenye mashule. Biashara hii ni nzuri sana na ina kipato, ili mradi uwe unaweza kufanya usafi vizuri. Safisha masinki, safisha nyumba unaweza ukapata pesa na ni biashara ambayo ni nzuri sana na inalipa. Hii ni biashara inawafaa wanaume. Biashara namba tano ni biashara ya chakula. Hii biashara ni nzuri sana kwa wanaume, inawafaa wanaume. Hapa unaweza ukafungua mgahawa, unaweza ukafungua hoteli au unaweza ukafanya kitaalamu sana, yaani kiteknolojia. Maana yake ukawa na gari, alafu ukishapika chakula chako unaweka kwenye gari, unakwenda kwenye maofisi, utafanya vizuri mpaka utashangaa. Cha msingi uwe msafi, vyakula vyako uwe umeviandaa umeweka kwenye vyombo visafi unapoingia maofisini, watu wengi wanapenda kula, lakini hawana muda wa kutoka kwenda kutafuta chakula. Wakute kule kule ofisini, wauzie chakula. Pia kama umefungua mgahawa, unaweza ukawa unauza chakula cha kawaida, unachoma nyama, unachoma chipsi, unauza juisi, umeweka matunda. Ni biashara nzuri sana ambayo inawafaa wanaume. Hebu jaribu kufanya hii biashara, utaona matokeo. Biashara namba nne ni biashara ya uuzaji wa vinywaji. Hapa utauza vinywaji mbalimbali, maji, soda, juice, bia na vitu vingine ambavyo unapenda kwenye upande wa vinywaji. Watu wengi wanapenda kupumzika, watu wanapata wageni, watu wanatoka wenyewe Fungua kitu chako kizuri, unaweza ukafungua duka la vinywaji ambapo utauza vinywaji aina zote, uza jumla na pia unaweza ukauza rejareja reja. Watu wengi wanapata wageni, watu wengi wanapenda kunywa wao wenyewe na kuburudika. Ukifungua duka la vinywaji, maana yake utapata wateja ambao watakuwa wanakuja moja kwa moja dukani kwako na kununua hivyo vinywaji. Unaweza ukatengeneza hata mfumo mzuri wa duka la vinywaji wa grocery au wa kufungua kabisa kitu kizuri ambacho utakuwa umeweka pale vinywaji. Hata kama ni kibanda, unaweza kufungua kibanda chako kizuri ambacho kiko very smart. Weka vinywaji vyako vyote pale, weka viti vyako pale vichache, weka wadada wazuri pale, wanahudumia wakiwa wasafi watu watakunywa vinywaji, watu watanunua vinywaji, na wewe mwenyewe utapata pesa. Hii ni biashara nzuri sana ambayo imeshathibitishwa. Fanya biashara ya kuuza vinywaji, utapata matokeo mazuri. Biashara namba tatu ni biashara ya uuzaji wa spea. Nazungumzia spea za magari, spea za pikipiki, spea za bajaji, yani spea za vitu vya moto. Hii ni biashara nzuri sana inayofaa wanaume. Fungua sehemu ambazo labda unaweza ukakuta kuna kituo cha mafuta pale au fungua gereji yako sehemu nzuri ambako magari yanapita sana, bajaji, pikipiki, yaani sehemu zenye msongamano wenye watu wenye vitu vya moto, yaani wenye vyombo vya moto. Ukifungua hizo sehemu utapata pesa. Hiyo ni biashara nzuri sana ambayo imethibitika kufanya vizuri. Spare zinalipa, biashara ni nzuri, ni wewe tu changamkia fursa. Hiyo ni biashara nzuri sana kwa wanaume, hasa wanaopenda kuuza spare. Biashara namba mbili. Biashara ya usimamizi wa wafanyakazi. Fungua kituo fundisha watu kufanya kazi vizuri, yani waajiriwa. Wewe unafungua kituo chako au chuo chako, unakuwa unawafundisha wafanyakazi, yani kufanya kazi vizuri sehemu walizoajiriwa, unawafundisha wafanyakazi customer care. Unajua sehemu nyingi, wafanyakazi wengi hawafanyi vizuri kwa sababu hawana mafunzo wafanyakazi wengi wanafanya kazi kwa watu, kwenye maduka, kwenye hospitali, usafi na sehemu mbalimbali, wanafanya yaani bila elimu. Unakuta wengine ana kiburi kazini, afanyi vizuri, ufanisi unakuwa ni mbaya. Kwa hiyo wewe unakuwa unafundisha wafanyakazi, na pia unaweza ukafungua kituo cha kutoa mafunzo maalum na usimamizi wa wafanyakazi wa makampuni mbalimbali mbali, na sekta mbalimbali watu watakuja kuchukua wafanyakazi kutoka kwako kwa sababu watajua kabisa huyu mtu amepata mafunzo ya kufanya kazi, kwa hiyo anaweza akafanya kazi vizuri. Hii ni biashara nzuri sana ambayo haijachangamkiwa na watu wengi. Changamkia fursa, fungua biashara ya aina hiyo, utanishukuru baadaye. Biashara namba moja, hii ni number one, ni biashara ya uuzaji wa magari hii ni biashara moja nzuri sana imeonekana kufanyika kwa ufanisi na wanaume unaweza ukawa unanunua magari na unauza we mwenyewe unaweza ukaanza kwa kununua gari moja moja unanunua hata gari used halafu unauza uza kwa njia ya mtandao uza kwa njia ya kawaida utafanya biashara nzuri kama hauna mtaji unaweza pia ukafanya biashara ya kuuza magari kwa kuwa dalali wa kuuza magari Nenda kwenye makampuni yanayouza magari, waambie kwamba nina ujuzi wa kuuza magari. Piga picha kwenye zile kampuni au kwenye zile yadi za magari, posti kwenye mitandao ya kijamii: gari hii inauzwa kwa bei nafuu, pata gari nzuri kwa bei sawa na bure, shilingi milioni tano, gari fulani sijui nini nini. Huko utashangaa watu wengi wanakutafuta na unapata wateja, unauza gari hata ambazo sio za kwako, ili mradi tu unatakiwa kuwa mwaminifu. Umeposti gari, mteja amepatikana, muoneshe hiyo gari, na hakikisha unauza gari ambazo ni nzima. Usiuze magari mabovu, mwisho wa siku ukaanza kulalamikiwa na wateja kwamba mtu fulani anauza gari mbovu. Uza gari ambazo ni nzuri na utapata faida. Biashara hizi nane ni baadhi tu ya biashara ambazo zinawafaa wanaume. Kama umependa video hii basi usisite kushare, usisite kulike na kusubscribe kwenye video hii ili uwe wa kwanza kupata notification za video zangu zingine zinazofuata. Tukutane tena kwenye video nyingine. Asante.